Robert Shirima. Yes, sir. Ah, Shirima ni ukoo mkubwa. Kuna dada yako hapa. Wewe ukija kwenda porini hapo, uka seti ma satellite dish ya ya camp

Nakumbuka nilianza mwezi wa pili, tulienda mwezi wa pili tarehe kumi na tatu. okay. Yes, mwaka huu tulienda kule kwa ajili ya field. Yes. Ali organize na hiyo trip al organize Kelvin Matari. Oh, Matari. Yes, na Duncan. Yes. How was the trip itself? Uh, it was trip for me is excited because niliweza pia kuona kreta maana kreta kuwa naisomaga tu hapa oh, darasani la lakini vafika wow. Kule nikaona kreta jinsi ilivo. Yes, na pia mara kwanza na nilivyofika pale pia ndo kaona Ngorongoro ni sehemu pekee mm, ambayo wanazingatia sana sheria kama pale, pale getini kabisa. Okay. Yes, pale getini kabisa wanakuambia Nakumbuka kuna mmoja miongoni mwetu, big shida, yes, ilikuwa shida kubwa sana. Tofauti mm. yeah? yes, like na, na sehemu zingine kama Tarangire mm. kule ya vervet monkey. Lakini na pale Ngorongoro wamezingatia sana sheria, kuna kamera. yes, okay. Kwa hiyo nilijifunza vitu vingi kwa siku hiyo moja. yes, hmm. yeah, okay, yes, wow. a lot of flamingos ya uh kweyerekaukaonayauk -huh. so kwa nakula zile algae kwenye ile hmm. soda lake hmm. baada hapo tuka tuka na tukatukaona kuna grant grant gazelle na thomson gazelle, right, yeah. Yes, tuliona spishi nyingi. Pia kilichonivutia zaidi niweza kuona a black rhino kwa mbali. Mm. Yes. Oh. Yeah, kwa hiyo a lot a lot of spishi and a lot of birds. Very good. Yes sir. Na hii uliosema hapa multiple land use imekaaje? Tell us about this. Oh, multiple land use. Multiple mm. land use pale Ngorongoro, Ngorongoro mm. ni sehemu pekee ambayo wa binadamu na wanyama wanaishi sehemu moja. All right. Yes, pale tunawapata Wamasai kama paki zingine, paki zingine ni kwa ajili ya kuhifadhi wanyama tu mm, waziruhusi shughuli zote zile za binadamu kuwa okay, pale okay. Kwa hiyo pale, pale Ngorongoro ni sehemu ya Wamasai mm, na wanyama. Okay. Kwa maana tunaona Wamasai wa Masai, wa Masai walikuwa walikuwa kwanza walianzia kwa Kenya, walivyotoka Kenya wakaja Wakaja, wakaja Serengeti mm -hmm. Serengeti pale baada ya mwaka elfu moja mia tisini ile Serengeti ikatolewa kuwa National Park. Okay. Kwa hiyo ikapitishwa ile sheria ya white paper, ikapitishwa pale, wakasema kwa maana nyie hapa mko kwa ajili, kwa, se, se, se, serikali ikasema kwa sababu mko na keto zenu mm -hmm. na pia ni yani, mko friendly na animal. mm -hmm. tutawatafutia sehemu ingine mm -hmm. mweze kuendelea maisha yenu kwa hiyo okay. Wakatoa pale Ngorongoro, pale Serengeti, okay. Wakapeleka pale Ngorongoro pale Ngorongoro kwa sababu pale there are a lot of grassland and there are a lot of water sources kwa ajili ya mifugo yao, maana Wamasai hawawindi wanyama wala wa disturb. Kwa hiyo wanatumia zile keto zao kama kujipatia kitoweo mm, na pia kama kujipatia maziwa. Oh, nafikiri ukiwa na wageni watapenda kuelewa hiyo lakini yes. sahau sahivi it's a bit changing kwa sababu Wamasai tangu wameingia Ngorongoro wamemzaliana mm. wamekuwa yes, wamekuwa wengi kwa threaten uwepo wa wildlife yes, ndio ikaja hii ya uh, um, nini inaitwa huko utanga itanga yes, yaani walivyoona hivyo kuwa wanazidi kuzaliana, maana sehemu ambayo yenye population kubwa chakula mm. pia nao mazeleo yanazidi kuongezeka kwa hiyo mm, tutakuja kuona masaa yanao kuzidi kuongezeka, kwa hiyo okay, serikali ikaona, mm, isiwe kesi mm, ikaona bora watafute wa eneo lingine yeah, ambako wao wa itawafeva na itakuwa tena so okay, sumbufu ndio maana ya Msomera hey, so Tanga. Kwa hiyo ndo akapekwa kule Tanga, ripoti niliandika.